Karibu ndugu mtazamaji, karibu kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii. Kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Uh, siku ya leo tunakwenda kujifunza somo ambalo ni zuri sana na ni somo hili ni ambalo huwa linaumiza vichwa vya wanaume wengi na sio tu wanaume, hata wanawake pia. Leo hii ni moja ya kesi ambazo nyingi wananiripotia na kuniambia nawe nasema kwa nini wanawake wengi hawafurahii tendo la ndoa? Kwa nini wanawake wengi hawafurahii tendo la ndoa? Na wewe, najua ni miongoni mwa swali ambalo huenda kuwa wewe unajiuliza na kuangalia nini ambacho kinachotokea, sababu hasa zinazopelekea paka mwanamke akashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa lakini pia tukijiuliza, Mungu alimuumba huyu mwanamke akiwa ni mkamilifu katika maumbile yake yote. Aliumba maumbile yake ya kike, aliumba uke wake ukiwa ni mkamilifu kabisa, mwili wake ukiwa uko vizuri. Maana yake alitakiwa aweze kupata cha kwanza, hisia na hamasa ya tendo la ndoa lakini pia cha pili, alimtengenezea uwezo wa uke wake anapokuwa sexually aroused, ana anapokuwa katika hisia kali za kimapenzi, apate uteute wa kutosha katika uke wake. Haya yote ni vitu ambavyo Mungu alimuumbia mwanamke automatically, na ni vitu ambavyo ameviweka kwa mwanamke na anatakiwa aweze kuvipata. Sio hivyo tu, Mungu alimtengenezea mwanamke huyu huyu uteute wa kutosha uteute wa kutosha ambao utakaomsaidia msuguano usiwe ni ule wa kuumiza wakati wa tendo la ndoa. Lakini mwanamungu huyo huyo alimpa, alimpa uteute mwanamke ili kuweza kupata hamasa ya kuweza kushiriki tendo la ndoa, aweze kushika ujauzito kwa urahisi katika zile siku za hatari. Na ndio maana mwanamke ambaye mwili wake uko vizuri katika zile siku za hatari atapata uteute wa kutosha, na anaweza akahisi anaumwa. Hiyo ni moja ya kiashiria ambacho kinaweza kikamwonyesha mwanamke kwamba yupo katika siku za hatari. Sasa nini kinatokea? Kwa nini mwanamke huyu anashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa? Tumeona kwamba mwanamke huyu anazaliwa akiwa iko kamili kabisa, lakini mwisho wa siku tunakuja kuona kwamba wanawake wengi hawapati na hii hali ambayo nimeiongelea. Cha kwanza kupata tu hamu ya tendo la ndoa, kupata hisia ya kutamani kushiriki tendo la ndoa. Wengi nasema, daktari, mimi ni kama vile mwili wangu umekufa ganzi. Inaweza ikatokea hata nikamaliza mwezi mzima, miezi miwili, sijatamani kushiriki tendo la ndoa kabisa na mume wangu. Hiyo hali inatokea. Kuna baadhi ya wanawake katika zile siku za hatari hawapati uteute kama inapotakiwa. Lakini pia kuna wengine hata ule uke kuloana wakati wa maandalizi, hiyo hali pia hawaipati. Je, ni sababu gani ambazo zinampelekea mwanamke kuwa katika hali kama hii kitaalamu? Cha kwanza, matumizi ya uzazi wa mpango wa kisasa ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikampelekea mwanamke kuwa katika hali kama hii. Mwanamke ambaye anayetumia njia za kisasa za uzazi wa mpango iwe ni, kita, iwe ni iwe ni kitanzi iwe ni kijiti lakini pia iwe ni vidonge ama iwe sindano, inaweza ikampelekea kupatwa na hali kama hii. Kwa hiyo mwanamke ambaye unanitazama, huenda kuwa unapitia hii changamoto kwa muda mrefu sana. Cha kwanza, acha kutumia njia za kisasa za kisasa za uzazi wa mpango, njoo kwa daktari Kuboja nitafute, niweze kusaidia njia ya asili kabisa itakayokusaidia wewe kuzuia ujauzito njia ya asili ambayo itakayokuzuia wewe kuingiza ama, ama kuweza kushika ujauzito. Kwa hiyo matumizi ya kisasa ya njia za uzazi wa mpango ni moja ya sababu ambayo inaweza kusababisha mwanamke akashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa. Wengine wanakosa hata hamu ya tendo la ndoa kabisa. Lakini pia kingine ni matatizo ya kisaikolojia. Mwanamke ambaye anapitia katika msongo mkubwa, ana matatizo ya kisaikolojia, huenda kuwa amewahi kubakwa amewahi kufanyia ukatili wa kijinsia ambako na kaka yake ambako na mjomba ambako na mtoto siwa nani huko, ikapelekea yeye kuchukia wanaume. Automatically hawezi kufurahia tendo la ndoa. Sasa mwanamke wa hivi cha kwanza anatakiwa kupata msaada wa kisaikolojia kuweza kumsaidia changamoto yake. Na namba tatu ni msaada wa kisaikolojia unahitajika haraka kwa mtu kwa namna hii, msaada wa kisaikolojia Namba tatu na ya mwisho, mwanamke huyu anapojihusisha na mahusiano na wanaume wengi zaidi ya mmoja. Mwanamke anayejihusisha na wanaume wengi kwa wakati mmoja hushindwa kufurahia tendo la ndoa. Sasa hapa nitataka niweze kuiongelea kitaalamu kabisa, kwa nini mwanamke anayeshiriki tendo la ndoa na wanaume wengi anashindwa kufurahia tendo la ndoa, na hizi ni one of the cases ambazo nakutana nazo kwa wanandoa wapya wamefunga ndoa miezi mitatu, miezi sita, mwanamke afurahii kabisa tendo la ndoa. Kwa nini? Mwanamke amebeba kumbukumbu za wanaume wengine katika ufahamu wake, amebeba kumbukumbu za wanaume wengi katika ufahamu wake. Kumbuka mwanaume wa mwanamke wa aina hii kakutana na mwanaume mwenye ume mkubwa, kakutana na mwanaume mwenye ume mdogo kakutana na mwanaume mwenye uume ambao ni mrefu. Kakutana na mwanaume ambaye alikuwa anamkojoza vizuri, kwa sababu alikuwa na mboo nene. Kakutana na mwanaume ambaye alikuwa anaweza kumwandaa vizuri, anaweza kumnyonya nyonya, kumlamba hapa na mnyonya kisimi, paka anakojoa. Ameingia kwenye ndoa ha ha hajapata mwanaume wa aina hiyo. Mwanaume aliyenaye kwenye ndoa hawezi kumfanyia hivyo vitu, kwa hiyo ndio maana Tunapinga sana usaliti, tunakataza usaliti. Mmoja ya madhara ya usaliti ni kwamba inaweza kukupelekea ukashindwa kufurahia tendo la ndoa kwa mwanaume uliye naye. Kwa hivyo basi, mwanaume pia ambaye anashiriki tendo la ndoa na wanaume wengi kwa wakati mmoja ana advantage kubwa sana ya kushindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa. Sijui ni sababu ipi ambayo kwako kwa imekupa mashiko ama uenda kuwa unahisi katika hizo sababu tatu ambazo nimeziongelea,